Yeah. Na linajengwa ambalo litakuwa ni la kisasa ili okay. Kwa tunatakiwa kwa sasa tupate mchoro wa soko ambalo liweza kujengwa hapa, na tungekuwa litakuwa vizuri kama tutajenga ambalo labda nazunguka hivi kama lilivyo hivi, lakini la kisasa, mnea vizuri katikati hapa, unaweza kutengeneza kama hivi vivu, kutengeza, kutengeza, au kutengeneza shed. Katengeneza nini ni kama na samaki, e, kare, samaki na nini so. Tunataka pia kuna baadhi ya bidhaa tuzizuie ambazo zinatoka njia za maji huku e, zisifike yeah, mjini ziishie hapa yes. Yani, yote ni haya, matakataka haya. Hatutaki kuyaona soko ni la mama. Hili soko ni la mama kwa hiyo yes, hili kwa naenda project yake naenda mbele ya mama kwa ajili ya hili sababu hili limeshawashinda watu wote ambao walipewa nafasi ya kujenga hapa wameshindwa. Kwa hawa wafanyabiashara waliopo hapa ndani sasa hivi, tunachukua idadi yao, tunachukua dokumenti zao na kila kitu, ili unapovunja ukijenga wao wanapata nafasi ya kuweza kufanya biashara. Yes. Kutakuwa kuna mgogoro kwa sababu mtu mwingine ndio sema anapopatia riziki kila siku. Umeelewa? Kwa lazima tutafute pia eneo lingine ambalo wakati, wakati mnafanya mnajenga hapa, wale wafanyabiashara wanapata sehemu nyingine ya kujishikiza wakati panajengwa, na ndio maana ili sitokubali livunjwe mpaka hela hiyo imeenea, kwa sababu hamna kitu kinachofanya kazi hili soko. Hili Hime limekufa hili. Okay. Na limekufa kwa sababu ya kwanza miundo mbinu, lakini pili strategic watu ambao wana viongozi ambao wanapata nafasi namna ya kulifanya watu waje waje hapa, sababu watu wengi wanaenda hata kitaka kununua mboga anaenda mjini, anaenda kwa noti, anaenda marungu, lakini ukitengeneza mfumo mzuri kama walivyofanya Nazareti, mbona Nazareti imenyanyuka sana. Kwa hiyo hapo, mtakachotakiwa kupewa mtakiwa mpewe tu ndani ya kiwanja, ukubwa wa kiwanja. Eh. Then, kwa sababu mmeshaona mazingira mnatakiwa kujua uh, namna bora ya kuweza kufanya ili maji lipatikane tu, kitu ambacho hapa pia patafufuka yeah. Pagumu hapa yani hata kuchora meza mkashindo kupachora, kwa hiyo imekaa hivyo. Kwa hiyo sasa, kwa sababu ni plan ya, ya muda mrefu, kwa sababu ni plan ya muda mrefu, nategemea mkisha nipo mchoro, mimi ndo nitaanza kukimbizana naye mm. Yes, yani umeona, hiyo mwona jinsi ilivyo hapo. Hiyo yote ni haya matakataka haya, ataki kuyaona, umeona?